Wawakilishi wa nchi kwenye michuano ya kimataifa, msimu huu wa upande wa wanawake JKT Queens wanashuka dimbani leo kucheza mchezo wa pili wa kundi B katika michuano ya klabu bingwa Afrika kwa wanawake. JKT Queens ilitoa sare bila kufungana dhidi ya Gaborone United ya Botswana kwenye mchezo wa kwanza, wanayotarajia kucheza leo dhidi ya Asec Mimosas, ambapo ndiyo vinara wa kundi hilo baada ya kupata ushindi katika mchezo wa kwanza. Mchezo huo ambao utapigwa katika dimba la Suez kanali nchini Misri, inapofanyika michuano hiyo, huenda ikafufua matumaini ya JKT kufuzu nusu fainali endapo watafanikiwa kuvuna alama tatu dhidi ya ASEC waliomchapa TP Mazembe goli moja kwa sifuri mchezo uliopita.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <mucho>